Haleluya! Bwana apewe sifa. Bwana asifiwe. Ni mwalimu wa askofu, wachungaji na wainjilisti, mwalimu wa Biblia Tanzania pale ninapokuwa nasema kwamba duniani hatuna Mkristo, duniani hatuna aliyeokoka. Dini ni taasisi, dini ni taasisi. Kuwa mfuasi wa Kristo, kuitwa Mkristo. Wewe sio taasisi wala sio dini yoyote wala sio jina la dini bali ni mfuasi wa Kristo, kama kwenye matendo ya mitume kumi na tatu inavyotueleza kwamba waliitwa wa Kristo kwa mara ya kwanza, na sisi pia ni wafuasi wa Kristo kwa sababu tunafuata mambo aliyotenda Kristo, tunafuata mambo aliyofundisha Kristo eh? Tukija kuangalia mfano katika Wathesalonike wa kwanza, Wathesalonike wa kwanza, na ili suala kwa nini naliongea Hili swala naliongea kwa sababu kuna watu wanafata mambo ya dini na siasa wanaingiza hivyo vitu viwili nataka. Niweke wazi dini ni nini, siasa ni nini, na imani katika Kristo Yesu ni nini. Watu hivyo vitu havijui, na hatuna mchungaji wa kweli duniani katika Kristo Yesu, hatuna askofu wa kweli duniani katika Yesu, Yesu Kristo, hatuna mwinjilisti wa kweli duniani katika Yesu Kristo. Dini ni mipango ya wanadamu tu waliojiwekea, kama tunavyoona dini zina makao makuu yake dini zina makao makuu yake ndio maana biblia inasema sisi wenyeji wetu sisi sio dunia hii wenyeji wetu sisi huko mbinguni tunaingojea yerusalemu mpya atakayoshuka kutoka kwa mungu yerusalemu mpya hiyo ndio tunayotazamia sisi hapa duniani tunapita sisi ni wapitaji sisi sio wa dunia hii wale zile dini zote ambazo zenyewe zinajua haziendi mbinguni hazipati uzima milele duniani ndio kila kitu kwao, ndio maana wamejiwekeza kwenye mambo ya biashara, mambo ya hospitali, mambo ya mashule, kila kitu cha biashara ambacho dunia wengine wanakifanya usiookoka, na wao wanadili na vitu hivyo katika Ukristo. Kama nawe ukidili kwenye mambo ya kidunia, mambo ya biashara, Ukristo uko wapi? Ukristo nasema, tufundishane, tuoneane kila siku, kila itakuwapo leo tukiombeana, tukitoa mapepo, tukitoa magonjwa, mnaweza vitu hivyo kama mnaitwa Wakristo? Haya, tuangalie, kwa nini wathoniki wa kwanza 4 4 moja katika Thesalonike wa kwanza ni ina moja inasema: iliyobaki ndugu, tunakusihini na kuwaonya kwamba mwenende katika Bwana Yesu kama mlivyopokea kwetu, jinsi wapasavyo kuenenda na kumpendeza Mungu, kama ninyi mnavyoenenda, vivyo hivyo mkazidi sana kwa kuwa mnajua ni maagizo gani tuliyowapa kwa Bwana Yesu. Maana haya ndiyo mapenzi ya Mungu. Kwa sababu, kwa kuwa mnajua ni maagizo gani tuliyowapa kwa Bwana Yesu, kuna maagizo yaliyotupa tuyaende, tuyafate tuyaishi ngo tuangalie, hayo maagizo katika hiyo wa Thesalonike wa wa Thesalonike wa kwanza nne inasema, haya maagizo tuliopewa. Maana hayo ndiyo mapenzi ya Mungu kutakaswa kwenu, mwepukane na uasherati. Kila mmoja wenu ajue kuweza mwili wake katika utakatifu na heshima, si katika hali na tamaa mbaya, kama mataifa sio mjua Mungu. Mtu asimpunje ndugu yake wala kumkosa katika jambo hili, kwa sababu Bwana ndiye alipizai kisasi cha haya yote. Kama tulivyowaambia kwanza ndo tunashuhudia sana maana Mungu hakututia uchafu bali tuwe katika utakaso. Leo makanisa mengi sana na haya nayaongea, wanaongelea mambo ya dini, mambo ya siasa na mambo mengine ambayo sio wahusu. Anaposema hakututia katika uchafu, Wewe unasema Mungu haangalii mwili, haangalii vitu vingine. Maana hakututia katika uchafu na tukuwa tuwe katika usafi wote hata ukisoma katika ile Timotheo wa kwanza tano wanawake wadumu katika usafi. Mwanamke anapovaa uchi, anapovaa masuru, anapovaa ule, sio usafi, ni uchafu ule, ni uchafu, hawezi kujistiri mwili wake. Mwili wako wewe mwenyewe, uheshimu mwili wako wewe. Mbona mapadili, mbona maaskofu, mbona wachungaji hawavai, hawavai pensi, hawavai singrendi, wanapotembea, wanapohutubu? Mbona wao wanaweka mnyelao katika utakatifu na heshima mbona masista kama Wakatoliki, japo kuwa sijaona kazi yao ni nini katika Kristo Yesu. Maana ukiwa Mkristo, Bwana nataka kuombea watu, nataka kutoa mapepo, nataka kutoa ushauri. Yesu alisema mtatoa bule, yaani mmepata bule, toweni bule. Sadaka ni ziada tu, mtu amependa kukupa sadaka na kupa, sio lazima, wala haipo wala haijaandikwa kwenye vitabu, kwenye kitabu cha Agano Jipya haijaandikwa wala haijaandikwa kwamba watu waifate. Sija mimi binafsi, mimi sija. Kuna makanisa ambao hata viongozi sijui kazi yao ni nini. Naona tu kazi yao tu ni mataasisi tu kufanya kazi kama wahudumu wanalipwa mishahara. Katika Kristo Yesu ni kujitoa kumfundisha mtu, mtu akija kwako kwa na shida yoyote, lazima lazima kutokana na shida aliyokuambia kwa kwamba hiyo shida aliyokuambia inahitaji ushauri, hiyo shida aliyokuambia inahitaji maombezi, hiyo shida aliyokuambia inahitaji mafundisho Kibiblia, sio mapokeo. Dini yoyote inayofata mapokeo ni dini ya mpinga Kristo. Dini yoyote inayoweza kuandika kitabu ikawapa waumini wake wakisome hiyo dini ni ya dini ya Shetani, ni mafundisho ya mashetani. Hata kwenye Biblia yenyewe inatuambia kabisa kwenye Timotheo kwamba wakati wa mwisho watatokea walimu wa uongo, wakifundisha wa uongo, wakiongeza ya kwao. Hebu tuiangalie hiyo Timotheo. Naiongelea hizi dini kwa sababu zinaingilia mambo ya serikali, zimeacha mambo muhimu ya wa kuwafundisha watu wapate uzima milele katika Kristo Yesu, yanaingilia mambo yasio wahusu. Tuangalie hapa katika Timotheo. timoth Timotheo Eh. Tuangalie Timothe, wawanz Timothe, Timothe. Timotheo wa kwanza 4. Timotheo wa kwanza kwanza, Timotheo wa kwanza nne moja. Inasema basi roho anena waziwazi wazi, ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Umeona? Na mafundisho ya mashetani kila neno ambalo Kristo hajalisema wala wakina Paulo Petro hawajaliongea hilo neno ni la mashetani la uongo. Ni mafundisho mangapi ambayo yameingizwa kwenye dini na watu wanayafuata, ambao hawaamini Biblia mpaka leo. Wewe mwanadamu wa leo, baada ya miaka elfu mbili mi, dini zilizoanza baada ya Kristo, unaandika kitabu na wapa watu wako wakisome. Huu ni kama unawapotosha hao watu. Wewe ni nani? Una mbingu ya kuwapeleka mafundisho nayo wahubiria wewe? Wana mbingu huko ambao utawapeleka hao watu? Tubadilike. Dini yoyote ma, dini yoyote inayoandika mapokeo ikawapa wanadamu imepotosha, hiyo dini ni ya shetani na ni mafundisho ya mashetani, kama Biblia inavyosema kwamba kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Dini nyingi zina mafundisho ya mashetani asilimia tisini na tisa. Kwa upande wangu mimi, hakuna dini iliyo ukweli ambayo iko chini ya jua, kwa sababu dini zote zinafundisha mapokeo. Dini zote zinafundisha mapokeo na tutaangalia mapokeo ni nini. Kwa unafiki watu wasemao uongo, wakichoma moto dhamiri zao wenyewe, wakiwazuia watu wasioe. Yoyote anayemzuia mwenzake asioe yoyote, hata kama wanaojishughulisha na, si na mambo ya jinsia moja, wa wa haki za kibinadamu, mwanangu kwa mwanamke, wanawaambia wako sahihi, wanaume kwa wanaume, wanasema wako sahihi wanayoyafanya. Biblia inasema wanawazuia watu wasioe, wasiowe tunaangalia na hata dini zingine, na nitasema tu wazee, hata dini zingine zinazojua Katoliki wanazuia watu wasioe. Kwa wakati huu tulionao, kwa wakati huu tulionao, hakuna mtu anaweza kadhibiti hisia zake sioe asi oh, mwanamke msichana yote mbaye hajataka ku, m, kulala na mwanaume, hajahitaji kuolewa, atabaki hivyo hivyo mpaka anakufa. Hao watu hapo ni baadhi tu, tunawaona tu, kuna baadhi baadhi mtaani anakuambia huyu mtu hajawahi kulala na mwanaume, kuanzia na kicho chake kama vile hakiko hakiko, sawa. Hawa wakiwazuia watu wasioe na kuwaamuru wajiepushe na vyakula ambavyo Mungu aliviumba alivi, alivi, vipokeo kwa shukrani na walio na imani wenye kujua hiyo kweli. Na wengine wanazuia watu kwamba hiki chakula ni najisi, hiki chakula hakifai. Hawa wote ni mafundisho ya mashetani. Ndo maana Yesu alisema usema chakula ni kwa tumbo na tumbo ni kwa chakula, vyote utupa chooni eh. Na Yesu akasema hakuna kitu kinaweza kumkamuingia mtu kikamtia unaji sema, kinaingia tumboni kinaenda kutupa chooni. Yesu mwenyewe alihalalisha, alisema chakula chote ni kwa tu? tumbo utakula chakula chakula kilicho kukataa hicho usile kimekukataa. Ebu angalia mafundisho ya mashetani ambao hao wote ambao Biblia inasema ni mafundisho ya mashetani ndio leo wanahubiri habari za imani. Tukija kuangalia wa Sabato hawali vyakula fulani Waislamu, hawali vyakula fulani sijui. Vyote haya ni mafundisho ya mashetani vyote Biblia inasema, na hizi dini zote ndizo zinasimama kwamba zinahubiri Mwenyezi Mungu wa kweli. Haya, mimi nikila nimepungukiwa kitu? Nikila nimepungukiwa kitu gani? E, nawauliza nyie, tunakula kambale, nikila napungukiwa kitu gani? Nikila nguruwe nimepungukiwa kitu gani? Mbona Ulaya yote wanakula, Wachina wanakula, wamepungukiwa kitu gani? ambacho wewe umewazidi, wewe ni kipi? Mimi sijaona ulichowazidi wewe, wala sijaona ziada, kwa maana kila kiumbe cha Mungu ni kizuri, wala hakuna cha kukataliwa kama kikipokelewa kwa shukulani. Mimi nakibariki kwa jina la Yesu Kristo, nabariki chakula hiki, nakitakasa kwa damu ya Yesu Kristo, na kila kimetakaswa wewe ni nani ambaye una kilaani wakati mimi nimepewa kibali na Yesu Kristo, nimepewa kibali na Mungu kwamba ni kitakase, kimetakaswa. Hatuna walimu wa kweli katika Biblia, hatuna watu wa kweli katika Biblia hii, hii, wa kuwazuia watu wasio wasile vyakula sijui nini, vyote hivi tunaona ni mafundisho ya mashetani, vyote tunaona mafundisho ya mashetani, mapokeo mapokeo baada ya Yesu Kristo kuja. Ni kipi ambacho kimekatazwa kwamba tusikifanye, na ni kipi ambacho kimekatazwa kwamba hiki kitu ni dhambi tusikifanye? Nyie wachungaji, nyie wa watu wa dini, onyesheni onyesheni. Tuko wakati wa mwisho, tuko wakati wa mwisho ambao wakati sio wa kweli kabisa. Tuko wakati wa mwisho. Wewe gusali kuvaa majoo kuhubiri mapokeo, sio kwamba ndo umeokoka wewe ni dini, kwa sababu dini yoyote, dini yoyote, dini dini iliyopo duniani, dini iliyojenga jengo, dini yote ambayo inajengwa ni rafiki na Kaisari. Kumbuka Yesu alivyokuja, alikuta kuna dini ya Kiyahudi, kuna dini za Kirumi, zile wote walikuwa ni rafiki wa Kaisari, lakini mambo ya kiroho hayana urafiki na Kaisari, kwa sababu hakuna kosa ambalo utafanya wewe Kaisari akakushtaki kwa sababu hunywi pombe. Pombe unakunywa unavuruga vitu vya watu, unatukana, unakamatwa. hunywi pombe huzini hutukani eh? Huhukumu mtu yoyote eh? Sio mchawi ambao unaweza kuhukumiwa. Ni kipi ambacho wewe kama mwokoko una mwamini Bwana Yesu kinaweza kikakutia kika matetani kinaweza kika kika ku, wakakushambulia watu kwamba wewe kwenye jamii wewe una tabia mbaya? Maana wewe kwenye jamii ndio kielelezo, maana sifa zote njema unazo wewe. Mkristo unaitwa mkristo Tunatuwa, tunaposema mk Mkristo ni yule anayemwamini Bwana Yesu. Ninaposema Mkristo, sio Mlutheri sio Mkatoliki sio Mwangirikana sio Mtag sio Mpendekoste sio Mgt sio siyo wa assembly, si kanisa la Mungu Baba, sio ushika neno sio tenda neno sio Muislamu sio Muhindi. Sijawasemea hao, nasemea Mkristo. Wewe unaposema unaposema imani yako, sema dini yako mimi Mkatoliki, mimi Mlutherani, mimi Mwangirikana, hapo ndo utakuelewa. Lakini mimi katika Kristo Yesu nasema mimi kama Mkristo kwamba haya mambo ni dhambi, hayafai. Na kwa nini natumia ushahidi kwamba mimi Mkristo? Hebu tuangalie katika Wakorinto wa kwanza moja tisa. Kwa nini mimi najiita Mkristo wala sijiiti kanisa lolote? Na nikwambie kanisa haya madini ni nini na yalianzishwa na nani. Wakorinto wa kwanza, Wakorinto wa kwanza moja tisa inasema, Wakorinto wa kwanza moja tisa. Mungu ni mwaminifu ambaye mliitwa na yeye muingie katika ushirika wa mwanao Yesu Kristo. Yesu Kristo Bwana wetu, mstari wa kumi. Basi ndugu, Mungu ni mwaminifu ambaye mliitwa na yeye muingie katika ushirika wa mwanao Yesu Kristo. Yaani Mungu amekwambia shirikiana na Yesu Kristo. Shirikiana na mwanangu Yesu Kristo, sio mimi. Shirikiana na mwanangu Yesu Kristo, ametuingiza tumwamini Yesu Kristo kama tunavyomwamini yeye. Mstari wa kumi. Basi ndugu zangu, nawasihi kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo kwamba nyote mnene mamoja, wala pasiwepo kwenu faraka, bali muhitimu katika nia moja na shauri moja. Kwa maana ndugu zangu, nimearifiwa habari zenu na wale walio nyumbani mwa Kileo, ya kwamba iko fitina kwenu. Basi maana yangu ni hii, ya kwamba kila mtu wa kwenu kusema. Mstari wa kumi na mbili. Basi maana yangu ni hii, ya kwamba kila mtu wa kwenu kusema, mimi ni wa Apolo na mimi ni wa, mimi ni wa Paulo na mimi ni wa Apolo na mimi ni wa Kefa na mimi ni wa Kristo. Je, Kristo amegawanyika? Je, Paulo alisulubiwa kwa ajili yenu au je, mlibatizwa kwa ajili kwa jina la Paulo? Sasa ukija kuangalia haya mambo yalikatazwa kujiita mimi ni mtu wa mtu wa fulani, mimi ni Mpentecoste, mimi ni Mkatoliki, mimi ni Lutheran. Haya mambo kwenye Biblia kuanzia mwanzo yalikatazwa. Kama yalikatazwa na hayapo, wewe ni nani? Unayeamua mpaka leo unasema mimi ni mtege. Mimi ni Mpentecoste, mimi ni Mkatoliki. Hayo mamlaka umeitoa wapi? Na kwenye kitabu gani? Muone mafundisho ya mashetani yanavyo Yanavyombua watu, wewe ni nani? Na hilo kanisa lako lilitoka wapi? Unajiita wewe, mimi ni mtu fulani. Kwa hiyo unakwamba hata Biblia huijui. Leo tunategemea kufundishwa na watu wasiojua Biblia, tunategemea kufundishwa na watu wasiojua neno, la Roho Mtakatifu anasemaje? Roho Mtakatifu anasemaje? Tunategemea kuongozwa na watu wanaompangia Roho Mtakatifu cha kufanya, cha kuongea, wao ndio wanapanga, wamekuwa mshauri, kama tunavyosoma katika Warumi 13 kwamba ni nani aliyokuwa mshauri nani aliwahi kuwa mshauri wa Bwana? Nani alimshauri Bwana? Nani aliwahi kuwa mshauri wake? Eh? Nani kwenye Urumi 13 mwishoni? Nani alishawahi kuwa mshauri wa Bwana? Tubadilike, tubadilike. Hebu ngoja, tuangalie kipande cha pili. Hawa watu wanaoongelea serikali, serikali ni nini na dini na imani ni nini? Mimi nasiongelea dini. Dini ni dini, dini, dini. Yesu alizikataa dini kwanza kipindi kile, zilikuwepo. Lakini tumeongelea Yesu Kristo Bwana wetu mwokozi wetu anayeongoza roho zetu, anayeongoza nafsi zetu. Makao makuu yetu yako mbinguni, yako duniani hapa, tunapita tunatimiza wajibu wa kuishi hapa duniani, tukifuata sheria za kaithali, tukitimiza matakwa ya kaithali, maana hutulinda tunapofanya mabaya. Tuogope, tubadilike. Ni mwalimu Joseph Andrea, acha Biblia iseme TV. Tukuwa tunaongelea haya makanisa na haya mapokeo yao, yana wanaofundisha na vitu wanavyovifundisha kwamba sio sahihi Sio makanisa ya kweli katika Kristo Yesu, ni mafundisho ya mashetani. Makanisa mengi yako hivyo. Onyesheni ushahidi wa mambo hayo mnayoyafundisha katika makanisa hayo, mapokeo mnayoyafundisha, onyesheni sahihi kwenye maandiko kwamba tuko sahihi. Wewe huna mamlaka ya kuandika kitabu chochote na kuwapa wanadamu wakisome, huna mamlaka. Biblia ipo inatosha. Biblia inatosha peke yake, hamna kitabu kingine tunachokifata kama Wakristo. Tubadilike, tubadilike. Ni mwalimu wenu Joseph Andrea. Subscribe, like, comment, share, ujumbe wafikie haa. Makanisa yote ya mpinga Kristo tunayaongelea, maana tunaongea. Mimi sijasema kwamba ni mpinga Kristo au ni shetani, Biblia ndiyo inavyosema, sio mimi. Biblia ndiyo inavyosema ni mafundisho ya mashetani. Mimi sijaongeza neno, sijapunguza neno. Kama nimepunguza au nimeongeza ongea wewe, kipi nimeongeza, kipi nimepunguza? Asanteni.